Mlango wa kumi na moja. Hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya wakati watokapo wafalme kwenda vitani, Daudi akampeleka Yoabu na watumishi wake pamoja naye na Israeli wote wakawaangamiza wana wa Amoni wakauhusuru Raba, lakini Daudi mwenyewe akakaa Yerusalemu. Ikawa wakati wa jioni, Daudi akaondoka kitandani, akatembea juu ya dari ya jumba la mfalme na alipokuwa juu ya dari aliona mwanamke anaoga, na huyo mwanamke alikuwa mzuri sana wa kupendeza macho. Naye Daudi akapeleka, akauliza habari za yule mwanamke. Mtu mmoja akasema, je, huyu siye Bathsheba binti Eliamu, mkewe Uria Mhiti? Basi Daudi akapeleka wajumbe, akamtwaa, naye akaingia kwake, naye akalala naye, maana yule mwanamke amekwisha kutakasika unajisi wake. Kisha akarudi nyumbani kwake. Yule mwanamke akachukua mimba, basi akapeleka na kumwambia Daudi akasema, ni mja mzito. Ndipo Daudi akapeleka watu kwa Yoabu akisema, unipelekee Uriya Mhiti. Naye Yoabu akampeleka Uriya kwa Daudi. Uriya alipomwendea Daudi, Daudi alimuuliza habari za Yoabu na habari za watu na habari za vita. Daudi akamwambia Uriya, Haya, shuka nyumbani kwako, ukanawe miguu yako. Basi Uria akatoka katika nyumba ya mfalme na tunu ya vyakula ikimfuata iliyotoka kwa mfalme. Lakini Uria akalala mlangoni pa nyumba ya mfalme pamoja na watumishi wote wa bwana wake, wala hakushuka nyumbani kwake. Watu walipomwambia Daudi ya kwamba Uria hakushuka nyumbani kwake, Daudi akamwambia Uria, Je, hukutoka safarini? Mbona hukushuka nyumbani kwako? Naye Uriya akamwambia Daudi, sanduku na Israeli na Yuda wanakaa vibandani, na bwana wangu Yoabu na watumishi wa bwana wangu wamepiga kambi waziwazi uwandani; nami niende nyumbani kwangu kula na kunywa na kulala na mke wangu? Uishivyo na kama roho yako iishivyo, mimi sitafanya jambo hili. Basi Daudi akamwambia Uriya, ngoja hapa leo tena, na kesho nitakuacha kwenda zako. Basi Uriya akakaa Yerusalemu siku ile na siku ya pili yake, naye Daudi akamwalika, akala, akanywa mbele yake, naye akamlevya. Hata wakati wa jioni akatoka kwenda kulala kitandani mwake pamoja na watumishi wa bwana wake, lakini hakushuka nyumbani kwake. Hata ikawa asubuhi, Daudi akamwandikia Yoabu waraka, akaupeleka kwa mkono wa Uria. Akaandika katika waraka huo kusema, Mwekeni Uria mbele ya watu penye vita vikali, kisha ondokeni mwache ili apigwe akafe. Ikawa Yoabu alipokuwa akiuhusuru mji, akamweka Uria mahali alipojua ya kuwa pana mashujaa. Watu wa mji wakatoka wakapigana na Yoabu, na baadhi ya watu watumishi wa Daudi wakaanguka. Uria Mhiti naye akafa. Ndipo Yoabu akapeleka na kumwarifu Daudi habari zote za vita. Akamwagiza yule mjumbe akisema, ukiisha kumpa mfalme habari zote za vita, itakuwa hasira ya mfalme ikiwaka, akakwambia kwani, mliukaribia mji namna ile ili kuupiga? Je, hamkujua ya kuwa watapiga mishale toka ukutani? Ni nani aliyempiga Himeleki mwana wa Yerubeshethi? Je, Ye, si mwanamke aliyemtupia jiwe la kusagia la juu kutoka ukutani hata akafa huko Thebeshi. Kwani kuukaribia ukuta namna ile? Ndipo takaposema mtumishi wako Uria mhiti amekufa naye. Basi yule mjumbe akaenda akafika na kumwonyesha Daudi yote aliyomtuma Yoabu, yu yule mjumbe akamwambia Daudi, watu hao walitushinda wakatutokea nje hata uwandani tukashindana nao hata mahali pa kuingilia langoni, wapiga mishale wakatupiga sisi watumishi wako toka juu ya ukuta, na baadhi ya watumishi wa mfalme wamekufa, na Uria mhiti mtumishi wako amekufa naye. Basi Daudi akamwambia yule mjumbe, basi mwambie Yoabu maneno haya, jambo hili lisiwe baya machoni pako, maana upanga kula huyu kama unavyomla huyu; zidi kutia nguvu vita vyako juu ya mji ukauangushe, nawe mtie moyo. Na yule mke wa Uria alipopata habari ya kuwa Uria mumewe amekufa, akamwombolezea mumewe. Hata maombolezo hayo yalipokwisha, Daudi akatuma mtu, akamtwaa, akamtia nyumbani mwake, naye akawa mkewe, akamzalia mwana. Lakini jambo lile alilolitenda Daudi likamchukiza Bwana.